Wakati wa mkutano huu palijitokeza baadhi ya, ya wenzetu wakawa wanasema hadhi ya bunge hili la kumi na moja imeshuka. Nataka kuhakikishieni kama kiongozi wa bunge hili la kumi na moja hadhi ya bunge hili iko pale pale, kama sio kwamba imepanda zaidi. Mhimili, mhimili huu hauna ugomvi wowote na serikali. Wala hatuna ugomvi wowote na mahakama. Wala hatufikirii kuwa na hali ya namna hiyo. Mambo haya ya ofisa mmoja wapo hapa na pale e, kusahau mipaka ya kazi zao na kuvuka kidogo ni mambo ya kawaida ambayo e, mahali panapohusika wata watachukua hatua za kuweka sawasawa tu, tu. Haya <coughs> ni mambo ya kujisahau sahau hivi e. Maana mimi naweza nikaa na wahitaji wa bunge hapa, kuna mambo inatakiwa tufanye ambayo ni ya kitaifa. Nimewaita wabunge, mko hapa, labda mko kwenye kamati na tunahitaji quorum. Wakati mwingine hata kukosekana mbunge mmoja inawezekana jambo hilo kwenye kamati lisipite kwa e, kama kuna junior ofisa huko anamhitaji mbunge lazima aniambie kwanza. Siwezi kwenda hivyo kwa hakika kwa hakika. Tukienda tukibabe kibabe namna hii, tutavuruga nchi. Haiwezekani. Hi, hatuwezi kwenda hivi.